Tarehe ishirini na tatu, vituo vyetu markazi zetu maeneo yetu tunalia watoto matalibu matalibulilmu, watafunga mpaka tarehe 30 yani, mpaka siku tutapotangaza uchaguzi matokeo. Ni maelekezo tunatoa maelekezo haya, watu watafunga. Hakuna kitu kigumu kama kukubali njaa, ikiwa watafunga kwa ajili ya nchi si tuna wajibu wa kuipigania nchi hii Rudi kwenye historia, baadhi ya wazee wetu na wazee wa imani zingine wameshiriki kuitafuta nchi hii, kutafuta uhuru wa nchi hii. Wakoloni hapo walitutesa sana hasa, siseme tu kwamba sisi Mwanza tuisha amua, sisi tumeelekeza waumini wetu wakae na familia zao. Tarehe ishirini na tisa ni siku ya kwenda kupiga kura, kila mtu akae na fami..., kikao cha familia kikae, tumeelekeza hivyo. Tumeelekeza hivyo, wala sio siri. Tunalinda nchi, nchi ya mababu zetu waliangaika. Msleni mtume. Mama Samia ni mwanamke, lakini si kama mwanamke. Utafiti umefanywa umethibitisha. Mama Samia anaambiwa habari rais amekufa, yuko Tanga ghafla sasa itakuwaje? Mama rais wewe sasa. Mimi sasa wewe. Akili inamjia, anatazama jeshi, anatazama mipaka ya nchi. Mimi siwezi wazee. Ah, ah, wewe. Katiba inakutaka wewe. Anachukua nchi. Lakini wakati na anachukua nchi kuna miradi ya mabilioni ya fedha imeanzishwa, hapo haijafika hata asilimia hamsini yote. Afu yule mama anachukua nchi. Afu anasimama na mtawakal Mungu. Ndani ya miaka mine Busisi ilikuwa asilimia 24 sio 26 imekwisha. Wow. Wow. Kwa sita imekwisha kwa asilimia mia. Bwawa la Nyerere kutengeneza umeme asilimia ngapi? Ndani ya miaka 4 kalifuta. Kizimeacho zimeachwameli hapa kwetu Mwanza, sisi watu wa Mwanza ni mashahidi. Mkuu mkuu kishaenda kutembea ndani ya maji, imesharudi meli nzito, ina gorofa unapanda kwa lifti. gorofa nne? anaambia Mama Samia anachukua nchi, tutarajia wafanyakazi wa serikali watakosa mishahara, si mwanamke hawezi. Lakini toka amechukua nchi atujasikia hata mgomo. Huyu ni mwanamke, lakini si kama mwanamke. Mtu yoyote atakayemheshimu mwanamke, mwisho wake ataheshimika.